Ali, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya sponsor na kusaidia kujifunza jinsi ya kusponsor matangazo. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunafanya setup ya akaunti za matangazo Tunafungua akaunti mpya za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunakusaidia kupata reseni tini online. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe, ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe, una utaarifu kwamba tumetoa video mpya, lakini pia inasaidia ku wafanya watu wengi zaidi waweze kupata mafunzo kama haya, basi bofya subscribe. Katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kufungua channel ya YouTube. Uh, ukishaingia katika simu yako utafungua Google, ukishafungua Google uh, utaandika utaandika YouTube Ukishaandika YouTube utakwenda pale juu kwenye kulia juu, hapa utabofya hiyo ingia, au kama utakuwa unatumia Kiswahili ya Kiingereza itakuwa ni log in, uta sign in. Kwa kutumia email yako. Kwa hiyo kumbuka, ili uweze kufungua channel ya YouTube unatakiwa kuwa na email address ya Google. Kwa hiyo kama hujafungua fungua email, email ya Google. Uh, ukija uta sign in Uh, utaingiza email yako na utaweka password. Kwa hiyo kusababa, kwa sababu hapa tushaingiza email tutachagua email tuliyo iliyokuwepo. Yeah, utatakiwa kuingiza password ya email yako. Kwa hiyo utaingiza password ili uweze kuingia kupata access ya kutumia huduma uh, za Google utaingiza password ya ukishaingiza password utaingia kwenye email yako. Ukishaingia uta ya, utaandika pale juu, utaandika YouTube, utaingia YouTube Utabofa, utaingia YouTube. Ya, YouTube. Yeah, ukishaingia YouTube utakuwa tayari umesha sign in kwa kutumia email yako. Kama unavyoona hapa chini, utakuja hapa chini kuna Home, kuna Shorts, kuna hii alama ya msalaba na kuna subscription. Kwa hiyo utaklik hiyo hapo you. Hii ndio email yako, kwa hiyo utaklik you itakuwa imekuleta kwenye email yako. Hii ndio email yako, kwa hiyo sasa unataka kufungua channel ya YouTube. Utakuja hapa juu ukaandikwa Ibrahim pole, create a channel. Utaclick hapo create a channel, utaandika, unaweza ukaingiza picture, utaandika jina jina la jina lako unaweza ukaacha hilo hilo, au ukaandika jina la kibiashara zaidi. Hapa utaandika se Kadilo real estate real estate tutasave. Then uta create channel, unaweza ukaweka picha uka click hapa ukaingiza picha yeah, so, sababu tuchukue muda mrefu, wewe utachagua picha unayotaka utaingiza. Uh, lakini unaweza ukaingiza picha hata baadaye, kwa hiyo uta tayari utakuwa umesha create channel yako ya YouTube. Unaweza kukaja mwanzo ukaja uka, uka, uka tena kwenye tayari channel yako umeshakuwa create t Kadilo. Kwa hiyo ukihitaji ku, ku create video utakuja hapa chini alama ya msalaba ka Ten... ukategeneza channel ya YouTube. Next time tutangalia jinsi ya kuposti video katika channel yake ya YouTube. Hii tayari tumeshafungua channel ya YouTube ambayo inaitwa Kadilo Real Estate. Uh, kwa hivyo, kama umefaidika basi comment nimefaidika, share, like, subscribe, bofya kengele. Tukutane kwenye video inayokuja.